na tauhidi zinazotoka katika kitabu cha hudh aqidata kamina alkitabi wa sunna. Tuko katika ukurasa nambari 14 katika suali e, nambari 26 chini ya unwani ndogo ndogondogo zinazotoka kwenye anwani kubwa inayosema anwa wa shirki lakbar, aina za shirki kubwa. Kwa hivyo hizi unwani zinatupelekea e, kuelezea na kutaja aina mbalimbali mbali za shiriki ambayo ni kubwa. Na shiriki kubwa ni ile ambayo inamtoa mtu min almila, kutoka katika Uislamu, na inamkufurisha e, katika hayo yanayo ambayo ni shiriki kubwa na yanamtoa mtu katika dini ni asseher, ni uchawi. Uchawi ni katika shiriki. Mbona, katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallama alipowahesabia na kuwatajia Waislamu madhambi yaliyo makubwa makubwa, akasema ashirki wa sihri, akasema shirki na uchawi. Na na kuatifia na kusema neno na hiki na kama hiki ni kingine na hiki ni kingine yufidu almughayara alatfu, yufidu almughayara, kuatifia inaashiria kwamba hiki ni kingine na hiki ni kingine. Naam, inaashiria hiki ni kingine na hiki ni kingine, lakini hiki ni kingine na hiki ni kingine, kuna mahala viko pamoja kuwa sihiri ni shiriki. Bila shaka kila sihiri ni shiriki kwa sababu e, kanuni ya sihiri ni kuwa mchawi hawezi kufanya uchawi isipokuwa mpaka ashirikiane na majini, na majini hawakubali kumsaidia na kushirikiana na naye katika jambo la sihiri mpaka yeye awaabudu wao, mpaka awaabudu kwa kutoa sasa sadaka zenyewe zinakuwa ni sadaka, lakini kwa sura ya mambo machafu e, nini, amtii sheitani katika jambo la kumaasi Mwenyezi Mungu azza jalla, kama vile atoe sadaka ya kiungo cha binadamu, viungo vya vi albino, achinje mnyama, achinje binadamu, amsujudie jini e, afanye jambo kubwa. Sihiri inakuwa namna hiyo. Kwa hivyo sihiri ni shiriki na ziada, sihiri ni shiriki na ziada lazima kila sihiri na shirki, kwa sababu ili huyu mwanadamu afanye uchawi ni lazima ashirikiane na mashetani, na mashetani hawatoi ushirikiano mpaka mtu amwasi Mwenyezi Mungu azajalla katika levo ya kufuru na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Ndio maana mwenye kitabu e, ameileta ame, ametaja sihiri kuwa ni katika aina ni katika anwai shirki al-akbar, ni katika aina za shirki kubwa. Tusome katika kitabu, anasema ma hukmu asihri, ni nini hukumu ya uchawi? Anasema asihru min alkufri, sihri ni katika ukafiri. Usi usichanganyikiwe ni kila shiriki ni kufuru, kila shiriki ni kufuru, kufuru. Ndio maana anasema shiriki kubwa huwa alladhi e, yukhriju sahibahu min almila, ni ile ambayo inamtoa mwenye nayo kutoka katika Uislamu huwa almukaffir ni ile inayemkufurisha mtu kwa hivyo ee, tungeweza kusema asihru min ashirki, lakini hapa kachagua neno minalkufri kwa sababu sihri imetajwa katika Qur'ani kuwa ni ukafiri. Qala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala anasema: walakinna shayatina kafaru, lakini mashaitani walikufuru, yuallimuna annasa assihra walikuwa ukafiri wao ni kuwafundisha watu uchawi kwa hivyo, Allahu jalla waala ametaja kwamba mashetani walikufuru na akawataja kilichowapelekea wakufuru ni kuwafundisha watu uchawi. Kwa hivyo kujifundisha uchawi ni kufuru, si kwambii kwenda kufanya field ya uchawi. Kufanya field ya uchawi kufanya kufanya ya ni ni kufuru kufanya practical ya uchawi ni kufuru ni kumkufuru Mwenyezi Mungu jalla waala, kwa sababu hiyo practical utaenda kufanya kwa mambo ambayo bila shaka ni ni ukafiri. ya salam, kuna watu walidai ee, nao ni Mayahudi. Baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kumtaja nabii Suleimani katika Qurani kuwa ni katika manabii na wajawema wa, wa Mwenyezi Mungu jalla waala, Mayahudi wakasema wapi bwana, mnamuona huyu jamaa yenu anamtaja ana, ana, ana, ana mtoto wa Daudi kuwa ni, ni nabii? Sisi tunamjua alikuwa ni mchawi yaani, yale makarama aliyokuwa akiyafanya Nabii Suleimani wao wakahesabu ni katika makarama yanayofanywa na na wachawi. Na leo hii wako katika Waislamu wakifanya mambo au ya uchawi ya ya ambayo yana vigezo vyote vya kisheria kuwa ni uchawi, wanasema wamerithi kwa nani? Kwa Nabii Suleimani. Kwa hivyo, Mwenyezi Mungu azojala akamsafisha Nabii Suleimani kwa kusema wa makafara Suleimanu walakinna shayatina kafaru. Suleimani jamani hakukufuru. Yaani ilikuwa aseme hivi. Wawali yani, masala yalikuwa yako katika ishu ya uchawi. Kwamba Nabii Suleimani ni mchawi. Mwenyezi Mungu anataka kusema Nabii Suleimani si mchawi. Angalia anatumia lugha nyingine. Badala ya kusema Nabii Suleimani si mchawi, anasema Nabii Suleimani sio kafiri. Kwa sababu ukimuita mchawi ni sawa na, na umemwita ni kafiri. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akakanusha matokeo ya uchawi badala ya kuse, yani si kafiri badala ya kusema si mchawi, akasema si kafiri, akikanusha matokeo ya uchawi ambayo ni ukafiri. Nadhani mmenifahamu. Walakin na shayatina kafaru, lakini mashaitani walikufuru. Yuallimuna an nasa sihra, walikuwa wakiwafundisha watu uchawi Wakala sallallahu alayhi wasallam, na Mtume rehma na amani ziwe juu yake amesema: ya ijtanibu saba almubiqati, jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza, ambayo tumetangulia kuyataja katika hadithi, katika maana. Akataja jambo la kwanza, ashirki, ni kumshirikisha mwenyezi Mwenyezi Mungu jalla jalla waala, na shirki tumekwisha kuitaja katika darasa zilizotangulia. Ashirku billahi ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu, wa sihir na uchawi, yani shirki ni katika yenye kuangamiza na uchawi ni katika yenye kuangamiza. Kwa nini uchawi umetajwa peke yake, pamoja na kwamba wenyewe ni katika shiriki? Kwa sababu wenyewe ni shiriki na ziada, yani uchawi ni shiriki na una madhara mengine ya ziada. Kwa sababu shiriki, kwa mfano mtu anaweza akasujudia sanamu, tunasema ni shiriki, lakini hajamdhuru mtu mwingine, hajamua haja mtu, hajamtilia maradhi mtu. Ama sihiri, mtu anamdhuru mwingine, na wakati huo katika jambo la kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Eh, sihir ni kitu gani? Nini taarifu ya asihr? Asihr malatufa wakhafiya sababuhu, katika katika taarifu ya, ya lugha ya Kiarabu neno asihr ni kile kitu ambacho kimekuwa, eh, kimejificha sana latufa, kimejificha sana, kimekuwa sensitive sana wa khafia sababu huu na, unakiona chenyewe lakini nyuma yake hujui sababu, yaani sababu yake imekuwa ni yenye kujificha, kama mazinga umbwe. Unaona kitu, lakini hujui nyuma ya hiyo kitu kuna kuna kitu gani? Si kitu cha kisayansi sihiri, si kitu cha kisayansi. Um, wanawake wana huwalisha waume zao mambo ya uchafu mpaka ikiwemo hedhi. Uh, alafu yule mwanaume anakuwa ni zezeta. Uh, kuna alaka gani kati ya uchafu alioulishwa na kuwa ni zezeta hapa? Uh, huyu mwanamke amefanya jambo linalomkasirisha sana Mwenyezi Mungu jalla wala na linalomfurahisha sana shetani kinachotokea ki, huu uzezeta utokani na chakula alichokila. Hicho chakula alichokila kinaweza kumsababishia bakteria na kuumwa na tumbo, lakini huu uzezeta ni shetani anakuja kuufanya kumtumikia na, na kumwonyesha matokeo anayoyataka ili aendelee yule ambaye amefanya hili jambo la uovu uofu. Kwa hivyo eh, huu uzezeta na hiki kilichofanya ni vitu haviendani, ni ni vitu haviendani, lakini hiki hiki ni kingine na hiki ni kingine. Ma latufa wa khafia sababuhu. Kwa hivyo sihiri inakuwa kwa mtu kujikurubisha kwa mashetani, alafu mashetani ndio watakaofanya moja mbili tatu. E, sihiri ni katika kabairi dhunubi, kama ambavyo tumesema hukumu yake katika Uislamu. E, mtu akisujudia sanamu akitubia anaachwa, mtu akifanya shirki yote akitubia anaachwa, lakini mtu aki fanya shiriki ya sihir katika Uislamu haikubaliwi toba yake, sio baina yake na mola wake. Baina yake na mola wake watenda kujuana naye akhera, lakini hapa duniani muamala wetu sisi na yeye kwa kadhi au kwa kiongozi, atakikana auliwe, kwa sababu madhara yake ni makubwa na huwa haijulikani anatubia, ametubia ama hajatubia, na huwa ni vigumu sana kutubia mtu akiingia katika mlango wa sihir. Kwa hivyo hukumu ya asihri e, kwa upande wa imani inamkufurisha, na kwa upande wa anafanywa nini, anauliwa. Hii ni nyongeza yangu katika kipengele hiki na swali hili. Ma hukumu assihri, assihru min alkufri, sihri ni katika uchawi. Qala llahu taala, walakina shayatina kafaru, lakini mashaitani walikufuru. Akataja sababu ya ukafiri wao, yuallimuna nasa sihra walikuwa wakiwafundisha watu uchawi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, na mtume rehma na amani ziwe juu yake amesema, ijtanibu saba almubiqati, jiepusheni na mambo saba, madhambi makubwa saba yenye kuangamiza. Ashirku billahi, kumshirikisha Mwenyezi Mungu azza wajalla, wa sihri, na sihri, na akayataja mangine ambayo hayahusiani na somo letu leo. Rawahu Muslim, hadithi hii ni sahihi na imepokelewa na alimamu Muslim. Tukutane katika onwani itakayozungumzia masala ya ramli, hal nusaddiqu larafa walkahina fi ilmi lghaibi. Je, elimu nini, sihri ni katika elimu zinazojuzu? Ni kupiga ramli ni katika elimu zinazojuzu, na ni inaweza kufananishwa na x-ray ama na darubini au au kama ambavyo wanadai wenye kudai. Tukutane katika darsa nambari 30 na tatu itakayobeba unwani hiyo. wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.